qa'idan akawa kaka kitako qatun kabisa, hata sole sama katu wabadani. Tasema hivyo katu wabadani, ili katu ni Kiarabu, ile abadani pia ni Kiarabu. Tafuteni majina ya Kiswahili, mweke hapo. Ile katu ni Kiarabu bi maana kabisa, sawa ile abadani, lakini abadani milele, ile abadani tumeongezeni ni abada milele, khalidina fiha abada milele. Hajapata kumwona katika umri wake wote, akikaa naye kama mke ndani, kusalsalia usiku akiwa kakakitako mpaka alipokuwa mtu mzima na utuuzima wa Mtume miaka sitini so, na tatu tu huno miaka sitini na tano mashallah. Siona sitini na tano na aswaliima wima awashinda. Mpaka vijana hapa, kuna baadhi ya vijana hapa, awashinda huyo mzee. Allah muhifadhi na tuhifadhi sote. Kuna baadhi ya watu waliama msikiti hapa, wasema visomo virefu bana, ati walfajiri wao ndio sura ndefu hiyo. Walfajiri msiwezi bana, kwani msafu ile kul wallahimo, tena imo sura tu kul wallahi Yaani ni kwamba ana haraka tu, ana haraka huyo. Alfajiri yamkira abasa, yamkira ama, ndo kabisa kunyuma la kukohoa, kunyuma eh. Si sisemi kila akohoae ahimiza, ila anakuwa na desturi ya kukohoa. Na utaona mbona kwenye kurukuu pale watu hawakohoi, mbona kwenye kusujudu kule watu hawakohoi, ile kwenye kwenye kisimamu ndio zile qah qah zinakuwa nyingi sana. Ni kwamba ambaye imam rukuu, tena rukuu. Kwa hiyo hata asana mpaka kwa mtu mzima, fakana yaqrau qaidan, akawa anasoma akiwa kaka kitako, hata idha arada an yarkaa, mpaka anapokusudia kurukuu pale, ama kusimama faqaraa nahwan min thalathina aya. Akishasimama pale anasoma kiasi ya aya thalathina, tabaraka nzima, ni mtu mzima huyo, saya mtu mzima, tena umri umeenda, anasoma sura ndefu kakakitako, hata kurukuu. Ndio sasa anainuka pale, anasoma kiasi ya aya thalathina. Tumesoma hapa kisomo cha Rasulu vokuaanasoma aya aya Sio tena kiraa kile pu, hujui kama kuna shadda, kuna madda, kuna hakuna, wafafanua kila mwisho wa aya. Lazima asimame yeye, hajapata kuunganisha baina aya mbili, kila aya asimama. Penye rehma asiombe, penye adhabu akinginao kwa Allah tabaraka wa taala, pakulia kwanza aliye, halafu naendelea kisomo chake. Mara moja tuliswali sisemi wapi imamu akalia, sikosea ni khushu' ajua maana ya Qurani nzile, aya aya za adhabu, adhabu kubwa, imamu akalia. Tulipotoa sala, tukapata wale ambao wajua ghaibu, wakasa jamaa, ile sura bana ilimkwama, ah, ikawa sasa kule mbele hakujui, akaamua alie azuge pale. Waswahili mjiani sana wasema, jamaa, kile kilio si cha khushui, kile ile sura alisahau. Sasa ikawa hay mbele la mbele, sasa akajifanya kulia pale Kalia, kalia, kalia baada ya rukuu, sura kaisahau bwana. Madrak, jambo gani ambalo likujulisha mpaka ile sura kaisahau hivi? Kuna watu lazima wapate dhambi yani, hakubali lazima wapate dhambi, dhana mbaya kwa imam. Imam kalia, anasema ah, sura kaisahau. Ana kushauri gani bwana? Sura kaisahau bwana, ndio kilio pale baada ya rukuu. Haya, sasa tufanye vipi? Ukilia sura kaisahau. Usipolia, kwamba huna khushui. Allahu almusta'an. Na ndio maana siku zote usifanye jambo kuangalia watu. Sawa, ukitaka kufeli katika jambo lako lolote la ibada, la kijamii, la dunia, la akhera, wallahi angalia binadamu, angalia binadamu, akwambia, ah bwana, hapo umefanya hivi. Jambo langu gharama zangu mimi ndio mhitaji. Ah, ah, ungefanya hivi

hayafanya tukuone hayafanya, watu wote wakuridhia wewe, ikiwa Allah tabaraka wataala bali rasulu saa salam yee hakuridhia na watu wake wote, si ni hivyo waloshi naye wakamlea wakamhami wakamkadhibisha. Au 40 yata anasoma aya 30 au aya 40 thumma raka, akisha ndo na ruku wa fina wafiina nani akeasema, falamma kathura lahmuhu, ndio hiyo sana. Niambia punda, eh. mtume zilipokuwa nyingi nyama zake za mwili, alinenepa Rasuli alipokuwa mwishoni mwa umri kidogo, alitia mwili. Falamma kathura lahmuhu, Mtume zilipokuwa nyingi nyama zake za mwili. Salla jalisa, akawa anaswali hali ya kuwa anakaa kitako. Faidha arada an yarkaa, na anapotaka kurukuu qama husimama. Faqaraa, anasoma baadhi ya aya, ndio hizo thelathini na arobaini thumma raka, akisha ndio anaruku. Toja kuona sometime, uko mbeleni kuna sunna iliyohamwa mathalan, mmefika pahala, msali imamu wenu mgonjwa, na hamuoni kwamba kuna imamu mwingine sahihi ya huyo, waliopo wote, kila mmoja ni jasiri katika swala ya dhuhuri na swala ya alasiri. Maimamu wengi msikitini humu, kila mmoja antusalisha ila sala mbili tu, adhuhuri na alasiri. Maana magharibi kuna kizaazaa na isha kuna, kuna mtihani na alfajiri kuna ikhtibari, itabidi asome sura tum, tumsikie. Sio, itamlazimu asome tumsikie. Kumbe jamaa ni mtupu mweupe, lakin a dhuhuri asolisha hali acheme anichmeasolisha kwa sababu hapa kimya kimya, mwambie pita magharibi kila mmoja. Sasa imam akawa ni mgonjwa, hawezi kusimama na ikawa hapana imamu ambaye mwingine ataswalisha, lazima apite yeye. Imamu akikaa kitako, na maamuma wote nao wataswali hali ya kuwa amekaa kitako. hanjio ufanya pa Mariam, imamu kakaa na watu wote wamekaa. Subhanallah ha watu bana wakaa kitako. hey, hey, hey, hey, hey! Ndio ambao wasema hao, bwana wewe kusoma hakuna maana sana, watu watoke tu, utoke endi wapi daaudafaya Wende wapi? Wende wapi? Anda wenda wapi na wenda fanyaje? Anda lingania. Soma hapa sura Al-Fatiha isome hapa Al-Fatiha, tukusikize mwanzo mwisho, utizame shiki sasa, mna visiki umo na vikuua, mna mashimo, mna mawe na magogo kila kitu. Sasa wewe ndio uko wazunguka. Kaa hapa pale jioni ubeba kora katika Al-Fatiha kwanza.